ya watu kuchunga sana wasiingie katika nini katika maasi. hiki ni hiki ni kitu muhimu hasa kwa vijana kwa kina na? kwa vijana weza shangaa kwa nini vijana kwa sababu vijana wana nafasi maalum sawa kuna nafasi maalum damu yao iko eh, iko moto sana wako mbio na kwa muda huu ulioisha, kwa watu ambao si aulia, waliona kwamba walikuwa ndani ya nini, ya jela. Na mtu kawaida akitolewa uh, nje baada ya kifungo anaweza fanya vitu vya ajabu sana. Anasema kule ndani ilikuwa sili pilau, acha sasa nionyeshe mambo, ule pilau paka kutembea uwezi. Lakini pilau haina shida, ni halali, sio? Sasa mimi nazungumza mfano wa pilau, lakini kwa vitu vya, vya haramu ulijizuia na mziki mwezi mzima. Sasa hii una listi yako, unasema uenda kujifungia uachie ufa yote kitu kilie leo mpaka kieleweke, sawa sawa? ngoma zote ambazo kuzisikiza uzisikize zote leo ha? na mengineyo sitaki kutaja baadhi ya vitu naai, vijana wanaelewa wenyewe. Una meseji zako, umezizuia mwezi mzima, kila ikiingia unaiangalia asema hii hata nitaijibu baada ya Ramadhan. <laughs> Yeah? taijibu baada ya nini? ya Ramadan, yeah. baada ya Ramadhani ndio. <laughs> <laughs> eh, yeah, kwanzia asubuhi kuna watukazio ni nikujibu message tu nasema <laughs> naenda msikitini, baada ya hapo tutahapahapa mskitinlika naona wako chini chini, wako bado wanapangapanga mambo yawesawa kwa wazee, ukiwaona hivyo ujue wanasumbuliwa na nguo za sikukuu, chakula. Ndio maana nimesema vijana, sababu wazee hata ukimwona na chati akili yake ina vitu vingi sana vinamsumbua. Mama, uliza leo kunaendaje? nyama bana, ziko wapi? <laughs> kwa hiyo anabidi mpango nyama itatoka hapo, lakini vijana nadhani hakuna mambo ya nyama na nene. Kwa hiyo ukimwona mtu ana chati sana <laughs> inshaallah taala, tuchunge kile tulichofanya nini tulichokichuma insha Allahu taala, na si leo tu, bali ni tukiendelea na maisha yetu, kwa sababu tumechukua takwa, tunataka kuichunga takwa tuliyokuwa nayo mpaka wakati tutakutana na mwezi mtukufu wa Ramadhani mwakani, insha Allahu taala, Mwenyezi Mungu akitujalia. Na tusisahau kumwombea imamu wetu wa zama, ambaye ndiye kiongozi wetu wa zama hizi.